Karibu tena ndani ya Dream Start Labs, ndani hi ya hii video ndaonesha uh, ni maandalizi gani inahitajika mbele kunji ifanye gao. Mara kunji inaweza penda igawe mapema, ila memba hawana pesa kwa kulipa mikopo zao. Namna gani basi wanaweza lipa mikopo zao ili kunji ifanye gao? kundi inapashwa anza mkutano, inamaliza muhudhurio, mwatari ya kuanza akiba. Hata kama hakuna matatia akiba acha basi tuifanye mnamna ya kutenda. Tunaenda kwenye mikutano, anza mkutano mpya, tunafanya muhudhurio, imefanyika mwatari ya kuanza Sawa. mabishano na akili hakuna mabishano. Tunafanya hivyo hata tuende kwenye malipo ama akiba, hata kama kuna mwatauza akiba, malipo ya mkopo. Tuseme wote awa memba hapa wana mikopo, amwezi fanya gao. Wakati kukuwa na memba ambao wangali na mikopo, basi tunagusa ndani ya wakwanza Tunashuka hapa chini, hapa unaandika lipa kiasi kilichobaki toka akiba. Unagusa ndani ya kibweta, unaandika hapo pesa ambazo zimehitajika, cha tunafanya imefanyika. Hizi ni ongera, kwani amelipa mkopo wote. Unafanya sawa, imefanyika. Tuenda kumwanamimba wa pili, Joshua Kalenga. Tunafanya hivyo hivyo, tunagusa ndani ya kibweta, lipa kiasi kilichobaki toka akiba na lipa hapa. Tunaandika hizo pesa, imefanyika, imefanyika. Tunaenda kwa memba wa tatu Mari Ilunga. Mari Ilunga vilevile, tunagusa ndani ya kibweta, tunaandika pesa ambazo imetajika basi mtatambua hapa, wanasema kama uko tuna elfu makumi tano pesa za kingomani, mkopo yako ya sasa, tafadhali ingiza malipo ya elfu makumi tano ama ya chini. Unaweza vilevile vile fanya malipo ya pesa mumsasi ama malipo ya leo. Hapa mtatambua kama mkopo uko juu kushinda nyota za huyu mwanamemba, kwa hiyo tunahitajika tu kuandika kiasi za pesa ambazo iko nazo, kama vile akiba ni elfu makumi tano. Hii nyingine elfu makumi, elfu kumi mia tano anapasha kuilipa mukashi, ni kusema anapasha zileta zile pesa hapo. Tunafana imefanyika, tunaenda kumana memba mwingine Grace, vile vile naye tunachukua chuni hii kiasi ambayo inalingana na, na akiba zake. Tunaenda ku memba wa kufuata Tereze Ngoi naye vile vile tunakamata kiasi ya akiba zake. Hizi pesa za kubaki zote wanapashwa zilipwa cash. kisha tunafanya imefanyika. Mtatambua vile vile kama amande nazo hivyo hivyo zinapashwa lipwa mbele gawe ifanyike, lakini mpaka sasa hakuya kuwa namna ya kulipa amande mwakiba za mtu, lakini ni kitu ambayo shirika la DreamStart Labs iko natumika. Kwa hiyo tunashukuru sana.